Tukisalia hapa hapa kaunti namba 47 ni kwamba familia moja katika kijiji cha Waithaka huko Dagoretti Kusini inalilia haki kufuatia kupotea kwa kijana wao mwenye umri wa miaka 29, Riziki Katiwa, asiyekuwa na uwezo wa kuongea wala kusikia, alipotea mnamo tarehe 13 mwezi Februari mwaka huu na hajapatikana hadi sasa, ambapo mamake anatoa ombi kwa Wakenya mwanawe apatikane. Ni katika mtaa wa Waithaka, eneo bunge la Dagoretti Kusini. Tunampata mama huyu na shughuli zake za kizia kawaida, akizianika na kuzianua nguo. Elisabeth Zombua, mamake Riziki, anaonekana mwingi wa mawazo na majonzi anapotuadithia kilichojiri. Riziki alipotea tarehe kumi na tatu saa nane. Alitoka tu kwa gate na kuenda tu, tulimfuata nikasema kwa tu nitampata hapa kwa vibanda chini juu ya watu wa wa Waithaka wa wanamjua mi nikamfuata si kumpata. Mamake Riziki anadai kuwa alipata ripoti kuwa mwanawe alikwenda hadi kwenye kituo cha polisi cha Kikuyu alipoarifiwa na maafisa wa usalama kuwa mwanawe alilala mahali pale, na asubuhi iliyofuata alikwenda kujilaza nje ya kituo cha polisi na baadaye hakuonekana tena alikotoweka. Tukatuma mtu wa kwanza alikomendi akasema, mwangalie huyo mtoto Kikuyu police station tukatoka saa hiyo hiyo tukachukua uba hapa nje mpaka police station Kikuyu. Kikuyu tulifika saa tatu na dakika 20 hivi, kufika hapo mimi ni tukaenda tukaripoti, tukaandikisha lakini obia wakutupatia tangia kupotia kwa mwanawe. Mamake Riziki anadai kuwa amekuwa akizipokea simu kwa watu wanaojidai kuwa ni polisi, kiasi kwamba kumhada hela ili mwanawe apatikane Kwani hata baada ya kupiga simu kwa mmoja anayedai kuwa ni polisi kule Narok alisita kushika simu kabla ya kuuzima. Sasa mimi nataka tu nisaidiwe nipate mtoto, hiyo tu. Mimi nikipata mtoto mambo iko sawa. Alikuwa amevalia kitenge, nguo ya kitenge ya, ya yelo na maua akitoka hapa na viatu sa rabas rabas iko na tumau blue siko na tumaua na ana nywele kubwa nywele yake ni kama hii yangu, naongei na, na asikii. Kupotea kwa Riziki kumeibua hali ya jitimae kwa familia hii, na hivi sasa wanadai serikali ingile kati swala hili angalau kumpata msichana wao. Gilbert Rono, Runinga ya Citizen.